Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Nimetembea tembea nikaa, nikakutana na GSM Mall. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall bana, sikuwahi kujua kama kuna watanzania wamewasogezea watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa maana ya mtandao mmoja kwa maana yake hiyo ilioisoma ni kwamba jumuiya ya Afrika mashariki ina nchi tano. Ehe, na kulikuwa kuna mpango wa kufanya ma, mawasiliano ya simu ndani ya jumuiya ya Afrika mashariki yasiyo na tofauti kama mawasiliano ya simu ya ndani ya nchi. Manake nini? maana yake sasa hivi mimi nikipiga nje ya nchi nachajiwa gharama e, za ziada kwa sababu napiga kutoka nchi moja kwenda mfano Ulaya, kutokuwa kuna gharama tofauti e, na mimi nikimpigia mtu am Yuko mwana sasa ndani ya jumuiya ya afrika mashariki unataka tufanya one net ili ukimpigia mtu kenya au ukimpigia mtu uganda au ukimpigia mtu rwanda Nye? iwe sawa sawa na kumpigia mtu zanzibar au mtwara usio na tofauti ya gharama yoyote sasa eh, eh. sasa wenzetu walitangulia na wameshafanikisha hilo eh, simu ambayo inapigwa kutoka kenya kwenda uganda kwenda rwanda hizo nchi tatu hakuna tofauti maanake mtu anayempigia mtu ambaye uko nairobi akapiga eh, kampala eh, haina tofauti ya ya ya ya gharama na yule wa Nairobi akapiga Mombasa au akapiga pale pale ndani ya Nairobi eh, ndo maana ya mtandao mmoja. Kwa maana hiyo, sio kwamba mitandao yote futu tu tunatumia voda utigo hapana, one network, jumuiya ya Afrika Mashariki iwe kama nchi moja eh, kwa minajili ya mtandao na gharama za kimtandao eh, kimsingi ki, ki, watu tumekubaliana hivyo, lakini sasa, kila nchi kila nchi eh, itafanya kwa jinsi wao wanavyoona, itawasaidia ee. Kipindi kilichopita Tanzania kidogo walikuwa wazito wazito wakiamini, e, kwamba mapato ya kiserikali yatapungua fanya hivi, lakini takwimu zinaonyesha wenzetu ambao waliofanya hivyo, japokuwa gharama zimeshuka, lakini wingi wa simu umepanda na hatimaye yale mapato ambayo walikuwa na wasiwasi yatashuka, ukweli ni kwamba mapato yale yaliongezeka. Ee, kwa mfano nikupe tu mfano pengine watu kumi, e, wanapiga kwa gharama ya juu lakini ukipunguza gharama watumia watapiga kwa gharama ya chini, lakini pato likapatikana likawa bora zaidi. E, sasa sisi wito wetu ni kwa TCRA, e, na wao wafanye huu mpango e, ili na sisi tuingie katika huo wigo kwa manufaa ya Watanzania e, na kwa na vile vile kwa kwa tija ya kibiashara. Sasa takwimu ambazo zimeonekana uh, Kenya, Uganda na Rwanda zinaonyesha mapato yameongezeka na uh, kupungua japokuwa gharama zimeshuka kupiga nje ya nchi, sio nchi yote, ni hizi nchi za ndani za jumuiya zenye makubaliano hayo. Lakini idadi ya watu wamekuanza kupiga wengi zaidi, kwa sababu kwa mfano mimi naogopa kumpiga mtu eh, Kenya kutumia uh, simu yangu ya mkononi, kwa sababu na pengine na wasiwasi na gharama itakuwa kubwa, lakini gharama ikishushwa mimi nitapiga na watu wengine mia zaidi, utakuwa anawasiliana kirahisi yeah. Eh, sasa inakuwa ina, ina, ina, ina kama chachu ya, ya, ya, ya idadi ya simu zinakuwa nyingi na hatimaye mapato eh, yalikutwa yanaonekana kwa wanze kuongezeka, hakukuwa na athari ya mapungufu yoyote ya mapato.